Totobadi Mario anasema kwenye kundi la Kenge yeye, mumtoe, hayupo huko, kama ambavyo kauli iliyotolewa na Damo Platnumz hivi karibuni akiwa pale Kigoma akasema kwamba hakuna Kenge yoyote yule anayeweza kumkaribia kwenye muziki, na ni kwa sababu alikuwa ametoa ngoma tatu na zote zilikuwa zinafanya vizuri, zikawa zinaongozana ya kwake, ya of course, ngoma aliyotoa ya mwanzo ikawa ya namba moja, aliyotoa ya pili ikawa namba mbili, aliyotoa ya tatu ikawa namba tatu. So zikawa zinapinduana mara nyingine namba moja, namba mbili hivyo, kuanzia ngoma ya Msumari nani pamoja na Sasampa. Kwa hiyo baada ya yote hayo Diamond wakati yupo kwenye kampeni za CCM pale Kigoma akarusha ile dongo, akasema kwamba alikuwa ametoa hizo ngoma kuwashikisha adabu, na nadhani wasanii walipata adabu kwa sababu yeye ndo alikuwa anatamba huko. Of course wakati huo kulikuwa na ngoma nyingi zimetoka, Harmonize ametoa, Mario ametoa, Alikiba ametoa, so ile big 3, big 4, big 5 ilikuwa imeachia mikwaju, lakini Diamond ikaonekana yuko pale juu yu. Sasa baada ya kutoa kauli ile ya kwamba hakuna kenge yoyote yule anayeniweza na wasanii kukaa kimya. Finally, muda mfupi uliokuwa umepita Marioo bwana amejitoa muhanga na akasema kwamba unajua Marioo aliahidi amini tarehe kumi tarehe nane tarehe nane, e, tarehe nane angetoa mkwaju. Uh, kama ambavyo alikuwa ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram juu ya kuachia ngoma back to back kwenye ambazo zinapatikana kwenye Deluxe album pamoja na album yake video ambayo inapatikana kwenye, uh, kwenye album ya, ya The Gasan album, unaona bwana, so akaandika hapa kupitia Insta story akasema: kabla ya kila kitu niliahidi kutoa ngoma wiki ya kwanza ya mwezi huu ambayo ilikuwa ndo, ndo leo tarehe nane, lakini baada ya kila kitu kutokea, nimehairisha, nimepeleka siku za mbeleni panapo majaliwa, ila trust me, hii ndo nilikuwa naenda kuwaambia wasanii wenu kwamba na waheshimu tu, ila musical kwa taimu hii hakuna anayeweza kusogelea huu moto, na katika wale kenge, mimi sipo. Mungu azilaze mahala pema peponi roho za marehemu wote peponi. Hii ni kauli ya watoto badi Marioo, na inaonekana ameahirisha kutoa kazi hiyo kutokana na bado yeye anaendelea kuomboleza misiba e, ambayo imepatikana hapa kwa Watanzania wenzetu. Kauli hii ya Marioo inatuambia nini? Hii kwamba ameingia sasa vitani, anasema liwalo na liwe, yeye sio kenge. Kwa hiyo amejibu kauli ya bwana mtu mzima Diamond Platnumz. Lakini vile vile ukiangalia hapa anasema kwa sasa hivi mabrother, yeye amekuwa akiwaheshimu tu lakini hayupo msanii yeyote ambaye anaweza kumfikia kimuziki. Totobadi anazungumza kauli hii wakati ambapo e, gemu ni ngumu kweli kweli, na sote tunaona namna ambavyo pilikapilika zake zimekuwa, licha ya kwamba Totobadi amekuwa msanii bora sana na msanii mzuri, amekuwa akishep na kuwaelekeza watu e, mambo mengi, amekuwa akianza yeye na wengine wakifuatia. Ukiangalia hata kwenye aina mpya ya muziki ambao sasahivi Tanzania unafanya vizuri afrorevu hizo majes club yale Mario ameanza kuyachapa mapema kabisa kuanzia huko kwenye... hahaaha, unanichekesha na vitu kama hivi. So then baadaye wasanii wengine wakaanza kuyafuata, wakina Zuchu, Harmonize, uh, j Melody. Kwa hiyo inawezekana pengine kutokana na haya ambayo ameyafanya, basi ana haki ya kuzungumza maneno kama haya. Je, kauli hii haitoonekana kama vile kuwavunjia heshima pia wasanii wengine ambao wa wapo kwenye industry? Kwa sababu Diamond alitoa tu kauli ya kuwaita watu kenge, hapa ilikuwa mtafutano, wakasema kwamba bwana, hizi dharau na alichofanya sio sawa. Sasa Mario, kwa namna ambavyo tunamfahamu kutoa kauli ya namna hii kwa brothers. Hii ni sahihi ama sio sahihi? nataka utaniandikia hapo chini. Akizungumza hakuna msanii anayemuweza, manake anawajumuisha wote, anamuingiza hapo ndani Alikiba yanamwingiza e, hapo ndani Diamond, Harmonize, Mboso na e, wasanii wengine wote, hayupo wa kumkuta au wa kumfikia, kumfikia Mario. Drop your comment, niambie hapo wewe unafikiria nini kwenye hili mi, nitakuja kupita na ujumbe wako.